katika uwanja wa KMC Complex uliopo jijini Dar es Salaam maeneo ya Mwenge, ni mtanange ambao umekutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa, ukiwa ni mchezo wa mzunguko wa ishirini na tatu ligi kuu ya NBC. Matokeo kwa ujumla, basi fahamu klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa kutokea mkoani Kigoma. Fahamu katika kipindi cha kwanza dakika sita kupitia kwa boko ambalo liliweza kutolewa na mchezaji anaofahamika kwa jina la Valentino Mbasco. Kwa upande mwingine Jafari Kibaya akaweza kuurasa mpira nje ya box na kuweza kustrike shuti kali, shuti hilo likaweza kumwacha hoi mlinda mlango wa kocha timu ya soka ya Simba, hapa tukienda kumongelea Musa Kamara pin na kwa upande mwingine Mashujaa wakaweza kutanguliza bao la kwanza katika dakika ya sita. Mashuhudia katika kipindiko cha kwanza Simba Sports Klabu wanaendelea kufanya msako mkali katika lango la kosta timu ya soka ya Mashujaa, lakini bahati kuwa kwa mnyama Simba Sports Klabu. Na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kwa ashiria ya mapumziko, basi Simba walikuwa nyuma kwa bao moja kwa sifuri dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa. Katika kipindi cha pili mnyama Simba Sports Club akaweza kufufuka kutoka usingizini, kwa sababu tunashuhudia simba wakaweza kufanikiwa kupata mabao mawili katika kipindi cha pili. Bao la kwanza la Simba Sports Club limetokana na mkwaju wa penati katika dakika ya sitini na nne huku Leonel Kistatema Mbida akipiga penati hiyo katika dakika ya sitini na tano na kuweza kuisawazishia klabu ya soka ya Simba Sports Club, Simba wakaendelea kufanya msako katika lango la klabu ya soka ya Mashujaa, lakini zikiwa zimeongezwa dakika kumi na tano kumalizika kwa kipindi cha, ku, cha pili. Basi kwa upande mwingine, Simba wakaweza kupata faida kwa sababu katika dakika tisini zikiwa zimeongezwa dakika kumi na tano mnyama Simba aliweza kupata mkwaju wa penalti kutokana na Shomari Kapombe kuweza kuchezewa mazambi ndani ya boksi, na penalti hiyo ikaweza kupigwa na leo ni kisatima mbida na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la pili, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba ameweza kufanikiwa kuondoka na alama tatu kwa ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa Farm. Mara baada ya, ya mchezo kumalizika, tunaona kunako msimamo wa ligi kuu NBC, timu mbili za juu, ya kwanza ni Yanga Sports Club ambao wamecheza michezo ishirini na sita wakiwa na goal difference ya mabao hamsini na nane kwa sababu Yanga Sports Club katika michezo ishirini na sita wameshinda michezo kumi na tatu sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans kwa upande mwingine wana pointi hamsini katika nafasi ya kwanza ya msimamo wa ligi NBC, lakini watani zao ambao ni Simba, simbawametoka kushinda dhidi ya Mashujaa. Simba wapo katika nafasi ya pili. Simba wamecheza michezo 23 tatu pekee, idadi ya micheza michezo mitatu ambayo Simba bado hawajaicheza ili kuweza kufikia michezo 26 ambayo amecheza Simba. Katika michezo 23 wameshinda michezo kumi, michezo mitatu na kupoteza mchezo. Simba ndio ambayo imepoteza michezo michache wakipoteza mchezo mmoja pekee. Simba wamefunga mabao 54 na kuruhusu mabao tisa wakiwa na goal difference ya mabao 45 na alama zao 60 katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya mashujaa kumalizika, basi kwa upande mwingine, kuna matukio tata ambayo wameweza kujitokeza katika mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa. Tukio la kwanza tata ambalo limeweza kujitokeza ni tukio la penalti ambalo klabu ya soka ya Simba Sports Club waweza kupata kwa dakika ya sitini na nne ambapo mchezaji anaofahamika kwa jina la Shomari Kapombe aliweza kutengeneza nafasi ya goli ambapo goli hili moja kwa moja Penati ilina kupigwa na, na mchezaji anaofahamika kwa jina la Leonel Christian Atiba Mbida. Kiukweli ile katika dakika sitini na nne haikustahili kuwa penati halali, kwa sababu ukiangalia mpira uliweza kumfuata mchezaji wa klabu ya soka ya Mashujaa na si mpira kumfuata mchezaji, kwa hiyo haikustahili kuwa penati. Mwamuzi wa kati aliweza kudanganya ile penati, lakini tukio jingine tata ambalo liliweza kujitokeza ni tukio la mchezaji wa klabu ya soka Simba katika dakika tisini Hapa tukienda kumwongelea Shomari Kapombe, show me the way aliweza kuchezewa rafu mara baada ya kuingia ndani ya boksi na kuweza kuvutwa na Abdulrazak Hamza, of course ilistahili kuwa penati ya halali, penati ambayo simba waliweza kuipata, lakini watu wengi wamekuwa wakilaumu dakika kumi na tano ambazo ziliweza kuongezwa na mwamuzi wa kati kiukweli, ukiangalia klabu ya soka ya mashujaa waliweza kupoteza dakika nyingi katika mchezo wao dhidi ya Simba Sports Club, kwa hiyo ilistahili kuongezwa dakika ambazo ziliweza kuongezwa na mwamuzi, kwa ukiangalia katika mchezo basi, kwa upande mwingine klabu ya soka ya Simba Sports Club walistahili kupata dakika ambazo waweza kuzipata, lakini kupitia goli kipa wa klabu ya soka ya Mashujaa ambaye alizo kuonyesha red card, of course ilikuwa redikadi kwa sababu alipoteza muda ya kizembe. Kwa hiyo ukiangalia tukio tata moja tu la klabu ya soka Simba kuweza kupata mkwaju wa penalti. Kwa hiyo kupitia waamuzi na kamati ya saa sabini na mbili itaenda kukaa sawa na kuweza kuchunguza matukio ambayo yamejitokeza, moja kwa moja mwamuzi wa kati, kama kuna ujumbe ambao umeweza kuifanya atakwenda kuadhibiwa.